Hiyo Simba hichi kipigo hichi uh, uh, wanatakiwa wakiangalie kama faida zaidi, kwa sababu si walisema wanajenga timu mm. Of course kama unajenga timu maanake si mbaya, umefika fainali ya kombe la shirikisho, umefika nusu fainali ya FA, kwenye local league upo kwenye nafasi nzuri ya kuingia kwenye Champions League. Manake kivyovyote Simba ni mshindi wa yani a top 2 either bingwa au nafasi ya pili, si mbaya ndani ya msimu ambao umesema unajenga timu, lakini sasa Msimu ujao kutakuwa hakuna excuse ya kumaliza bila taji. Inamaana wewe Simba sasa unavyoenda, una ku approach dirisha la usajili, lazima uumize kichwa na wewe upate wachezaji wa kariba ambalo linaendana either sawa na wapinzani wako au waz, wazidi, mm, wazidi. Huyo the player of the, of the, ni Singida ana mchezaji kama huyo ambaye sio tu anaonyesha performance amekufunga magoli ma Mawili na kuisaidia Singida kuweza kufika finali. Na automatically kwa sababu Jonathan Soa aliisaidia Medeama kutoa taji lao la kwanza kihistoria, huyu anaisaidia Smartex kutoa taji lao la kwanza kihistoria. Automatically eh, kama wakija kumpa mechi nzuri Yanga. Kwa sababu hii naweza nikaitafsiri nika, kama mechi ya Simba na Yanga imeshapita hapa. Mm. Kwa sababu wakishafika kule kwenye finali, Singida hawashindwi kumkabidhi taji tu Yanga. Of course, tunajua undugu wao jinsi ulivyokuwa Kwahiyo wanaweza wakashangaa, wanatoa mechi ya ovyo. Kuna rotation ambayo unashangaa wachezaji ambao hawajacheza mechi nyingi wakacheza na vitu kama hivyo na nini, ukashangaa mechi inakuwa pua pua pua and pua. Lakini nazungumzia ubora wa mchezaji mmoja mmoja Singida, mtu kama huyo Emmanuel Keeke, mtu kama Jonathan Soa, sijui wakina Damaro Kamara amefanya vizuri, wako na kikosi cha afya huko wanavyotengeneza eh, kitu kizuri pale kwenye kikosi mm. Ina maana wewe Simba sasa unavyoenda una ku approach dirisha la usajili mm. Lazima uumize kichwa na wewe upate wachezaji wa kariba ambalo linaendana either sawa na wapinzani wako au waz, wazidi mm. Si unaelewa, umeelewa? mm. Mm. Kwa sababu kwa ukim, mfano ukim, ukimchukua Joshua Mutale ukampeleka kwenye kikosi cha Singida, probably anaweza asianze kwenye kikosi cha kwanza, probably sababu still pamoja na hao wote kuwepo lakini bado kuna mtu kama uh, maarufu Shakei, MVP wa ligi ya Congo yule, before hakuja Singida, Singida na mimi nishawai kumrecommend asajiliwe na Simba b msimu wake wa mwisho akiwa na Vita Club, fuatilia miaka nyuma, li lizungumza ya menelewa. Aya, kuna mtu kama Victoria Adiba, nafikiri wana Simba wengi wanamjua walimuimba mpaka kumwimba menelewa uh, ha, alikwenda RS Berkane akaweza haku, kuperform akarudi aka, katika ardhi ya nyumbani aka, akawa top scorer akawa MVP. Umeelewa? Eh, baadaye ikaja tetesi akasajiliwa na timu moja Afrika Kusini lakini mambo yakaenda hovyo, Singida wakamchukua. Bonge moja la mchezaji. Kuna Saji Pokua amewahi kuwafunga Simba Sports Club kwenye michuano ya CAF Champions League. Sasa ukija ukiangalia uki hiyo hawa wachezaji, ukasema umchukue Mutale aende kuanza kwenye kikosi cha kwanza inaweza ikawa ngumu. Lakini Simba wanaweza wakaingia kwenye dirisha lijao la usajili wakiamini kwamba huyu ni mchezaji muhimu, si unanielewa? Hmm. Simpondi ila anazungumza kitu ambacho kinabidi kifanywe maboresho. Hmm. Kwamba usiangalie huyu mchezaji anafanya nini. Tizama kwanza quality ambayo wapinzani wako wanayo Hmm. Sawa eh? Hmm. Kisha jaribu kufikiria je, hii quality ambayo mimi niko nayo kwenye timu yangu nikikompea na wapinzani wangu ina vina uwiano? Hmm. Si unanielewa? Angala striker ambao Singida wanaye Jonathan Soa, kisha njoo uangalie strikers wako leo na Lateba pamoja na uh, Mukwala. Kisha kwa sababu unajua Jonathan Soa ametua dirisha dogo, watu wasisahau, si ndivyo ya, watu wasisahau kama ametua dirisha dogo kwa, kwa hivyo uh, ukija ukiangalia kwa mfano midfield ambayo ipo pale Emmanuel Keyeke mwenyewe na ukija ukaangalia makosa ambayo midfield ya Simba wanaifanya mtu ana drive mpira ni beki, wakati ana drive mpira anaingia kwenye eneo la kiungo, ana drive ana drive, anasoma movement ya mshambuliaji, anatia pass, mshambuliaji anaenda anafunga. ni, ni, ni, ni jambo ambalo ukiingia kwenye, kwa hiyo Simba hii hii hii kipigo hichi wanatakiwa wakiangalie kama faida zaidi, kwa sababu si walisema wanajenga timu Of course, kama unajenga timu maanake si mbaya, umefika fainali ya kombe la shirikisho, umefika nusu fainali ya FA, kwenye local league upo kwenye, kwenye nafasi nzuri ya kuingia kwenye Champions League. Manake kivyovyote Simba ni mshindi wa yani a top 2 either bingwa au nafasi ya pili, si mbaya ndani ya msimu ambao umesema unajenga timu. Lakini sasa msimu ujao kutakuwa hakuna excuse ya kumaliza bila taji kwa sababu utakuwa ni watano mfululizo. Kwa hiyo sasa kuingia kwenye dirisha la usajili na sisitiza kwa sababu hizi mm. mechi ni za mwisho, hamna tena mechi ya FA. mm. imebaki Yanga na Singida watamalizana huko, na undugu wao imebaki mechi ngapi za, za, za, za, za ligi mm. tatu manake na Yanga akiwemo hapo mm. Yanga na Simba alafu kuna mechi zingine Simba anabidi acheze. Kisha zinakuja tetesi za usajili mm. Simba E, wanaweza wakajipoza lakini ja, ja, cha kujipozea labda hapo ni kuhusiana na kumsajili Feitoto. Mimi naona tu ishi hapo tuweke nukta. Eh, wasingi hii ni mwisho wa msimu umeelewa? mm. Unapokuwa mwisho wa msimu, timu ikipata matokeo ya ushindi katika mechi kumi mfululizo za mwisho wa msimu, labda umepata matokeo, labda mechi nne za ligi umeshinda, mechi mbili za FA umeshinda sio mechi ya ya, ya kombe la shirikisho, umeshinda zote au umeshinda moja, manake utaamini kwamba mimi timu yangu ni bora nibora. Kwa hiyo hata kwenye dirisha la usajili jinsi ambavyo nitakavyoi approach utaona kwamba nahitaji tu kuongezea ongezea na nini, lakini mechi kama hizi zinakupa mwanga na kukupa decision kubwa zaidi. Joshua Mutale ni mchezaji ambaye alikuwa anazungumzwa sana, hmm, si unaelewa bwana, especially baada ya kuperform katika mechi kadha wa kadha, hmm. sawa, sana sana hizi za mwisho wa msimu. Lakini kwa performance aliyoonyesha leo. Kwa. Nafikiri kuna namna bado discussion yake ya aidha abaki au waondoke itakuwa bado ipo mezani kwa sababu ni mchezaji ambaye hata ukadiriaji ya pasi wake ni wa kusuasua. Lakini vile vile ukimwangalia opponent, unamwangalia opponent wako. Kwa mfano Singida tuachana na Simba na Yanga Azam, siwi, inamaanisha achana Yanga Azam na timu zingine. Singida huyo ana mchezaji kama Emmanuel Keke ambaye amekuwa man of the match amefunga brace katika mchezo wa leo. Huu ni mchezaji ambaye li, pia aliisaidia Smartex kuweza kutoa taji lao la kwanza la ligi kihistoria mm -hmm. akiwa kama Captain wa Smartex. Sawa, kihistoria. Ikiwa ni msimu wao wa tatu tutoka kupanda ligi kwa sababu msimu wao wa kwanza kupanda ligi waliweza kumaliza nafasi ya kumi. Kwa hiyo msimu wao wa tatu huyu jamaa anakuwa Captain, anaiCaptain Smartex kuweza kutoa ubingwa, na yeye sio tu kutoa ubingwa, alikuwa mchezaji muhimu akashinda tuzo ya mchezaji bora wa ndani home based player of the year wa mwaka mchezaji bora wa ndani wa mwaka home player, uh, home based